Rais wa Urusi Vladimir Putin amekataa usitishaji wa vita wa mara moja dhidi ya Ukraini, akikubali tu kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati, kufuatia mazungumzo yake na Rais wa Marekani Donald Trump. Kiongozi huyo wa Urusi alikataa kutia saini usitishaji vita wa mwezi mmoja, kitu ambacho timu ya Trump iliafikia hivi majuzi na Ukraini nchini Saudi Arabia. Putin amesema kwamba mapatano ya kina yanaweza tu kufanya kazi ikiwa msaada wa kijeshi wa kigeni na ushirikiano wa kijasusi wa Ukraini utasitishwa. Washirika wa Ukraini wa Ulaya hapo awali walikataa masharti hayo. Mazungumzo ya Marekani na Urusi yanatarajiwa kuendelea Jumapili huko Jedda, Saudi Arabia. Mjumbe wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff wamesema, Washirika wa Ukraini wa Ulaya hapo awali walikataa masharti hayo huku mazungumzo ya Marekani na Urusi yanatarajiwa kuendelea Jumapili huko Jedda Saudi Arabia katika vita hivyo vilivyodumu kwa miaka mitatu, Urusi hivi karibuni imekuwa ikilikomboa eneo lake la Kuski ambalo lilichukuliwa na uvamizi wa Ukraine miezi sita iliyopita. Matokeo hayo ya wito wa Jumanne wa makubaliano ya Trump na Putin ni sawa na kujiondoa katika nafasi ya Marekani kutoka pale iliposimama wiki moja iliyopita ingawa viongozi hao wawili walikubaliana kwamba mazungumzo zaidi ya amani yatafanyika mara moja katika Mashariki ya Kati. Wakati wajumbe wa Marekani walipokutana na wenzao wa Ukraini mjini Jeddah Jumanne iliyopita, walishawishi Kiev kukubaliana na pendekezo lao la usitishaji vita wa haraka wa siku thelathini, ardhini, angani na baharini. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky, ambaye aliwasili Helsinki Finland, kwa ziara rasmi kwa ya siku ya Jumanne muda mfupi baada ya mazungumzo ya Trump na Putin kukamilika, alisema Ukraine iko tayari kwa wazo la makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati lakini anataka maelezo zaidi kwanza. Baadaye alimshutumu Putin kwa kukataa usitishaji wa mapigano kufuatia msururu wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi. Miongoni mwa maeneo yaliyojengwa ni hospitali ya Sumi na vifaa vya umeme huko Soyanski. Hii ni Sawasawa Digital habari kiganjani mwako.